Leo Mei 18, 2025, Rais wa Chama cha Wanasheria wa Tanganyika, TLS, Boniface Mwabukusi ametoa tamko kali kufuatia zuio la mawakili wa kimataifa, akiwemo Martha Karua, Gloria Kimani na Lyn Ngugi kutokea Kenya, kuingia Tanzania kushiriki katika kesi ya kiongozi wa Chadema, Tundu Lissu, katika Mahakama ya Hakimu Mkazi Kisutu, Dar es Salaam. Kama tunavyojua Lissu alishtakiwa kwa uhaini baada ya kumudu mageuzi ya uchaguzi. Mwabukusi amesema kitendo hicho kinakiuka katiba ya Tanzania na sheria za kimataifa zinazoruhusu hadhara kushiriki katika kesi za mahakamani. Huu ni ukiukaji mkubwa wa sheria na katiba, tunaomba mawakili hawa waruhusiwe kuingia mara moja, akiongeza kuwa TLS itawasilisha mawakili kumuunga mkono Lissu, naye mwenyewe atahudhuria kikao cha kesho akihimiza idara ya uhamiaji kuacha kuiletea aibu ya taifa. Mwabukusi alilaani vitendo hivyo vikali, akisema vinaharibu sifa ya Tanzania kimataifa. Wito huu umepokea uungwaji mkono wa wengi, huku wengine wakionya uhusiano wa Tanzania na Kenya unaweza kuharibika. Hali hii inaongeza wasiwasi kuhusu haki za binadamu na uhuru wa mahakama nchini Tanzania, hasa kabla ya uchaguzi wa Oktoba 2025. Ujumbe aliokuwa ameuandika Mwabukusi nitausoma, lakini ujumbe huo uliandikwa kwa lugha ya Kiingereza, hivyo nitausoma kwa lugha ya Kiswahili. Nimepokea taarifa ya kusikitisha na kuhuzunisha kutoka kwa rais wa chama cha wanasheria wa Kenya LSK, wakili Faith Odhiambo kuhusu kunyimwa kuingia nchini Tanzania kwa mawakili Gloria Kimani, mjumbe wa baraza la LSK, Martha Karua na Lyn Ngugi mawakili hawa walikuwa wamepanga kuhudhuria na kufuatilia mwenendo wa kesi inayoendelea inayomhusu wakili Tundu Antipas Lissu katika mahakama ya Hakimu Mkazi Kisutu kisuto jijini Dar es Salaam. Kwa kuitikia hali hiyo, nimechukua hatua ya kumtuma mara moja wakili Hekima Mwasipu ili afuatilie kwa kina suala hili ili hatua stahiki za kisheria zichukuliwe. Tunapenda kuwakumbusha mamlaka husika kuwa nchi inaongozwa kwa misingi ya utawala wa sheria na katiba yake, na hakuna sheria inayokataza mtu yoyote kuhudhuria kesi ya mahakamani inayofanyika hadharani, ikiwemo ile inayomhusu wakili Tundu Antipas Lissu. Tunaomba kwa dhati mawakili hawa waruhusiwe kuingia nchini, kwani uwepo wao ni ushahidi wa dhamira yetu ya dhati na kusimamia haki na usawa mbele ya jamii na kimataifa. Kinachoendelea sasa ni ukiukwaji mkubwa wa sheria na katiba ya nchi yetu. Kama chama cha wanasheria Tanganyika TLS, tunafuatilia kwa karibu hali hii. Aidha, mbali na kupeleka mawakili kumsaidia wakili Tundu Lissu katika kesi yake kesho, mimi binafsi nitahudhuria kikao cha mahakama kama kilivyopangwa. Tunatoa wito kwa idara ya uhamiaji kuepuka kuchafua taswira ya taifa letu kwa kuanzisha migogoro isiyo ya lazima na isiyo na misingi. Tunalaani vikali na tunataka kusitishwa mara moja kwa vitendo hivyo visivyo halali vinavyodhalilisha heshima ya nchi yetu. Hayo ndio aliyoandika rais wa mawakili wa Tanganyika TLS Bonifasi Mwabukusi, na hii ni ya Erasmi TV.